Wote mnakaribishwa. Ajenda yetu kubwa ni usalama, na usalama huu tukaulenga sana usalama barabarani. Tunaomba tuisaidie serikali. Sisi taasisi yetu hii ya Simama na Mama tuko nchi nzima, tumejipanga vizuri, tumejitengenezea sera nzuri Naomba naomba nifikishe meseji hii, utufikishie kwa Mheshimiwa Rais wa nchi hii kwamba sisi tuko tayari pia, taasisi nasimama na mama yenye malengo ya kuinua wanawake na vijana, taasisi nasimama na mama yenye lengo la kuinua uchumi wa mtu mmoja mmoja katika serikali yetu hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwemo kuandaa wa mama pamoja na vijana kuandaa miradi ambayo itakayowasaidia kuwainua kiuchumi katika taifa letu la Tanzania, kwa sababu kila mtu kauli mbiu tunahitaji pesa. Kila mtu kauli mbiu tunahitaji maendeleo. Ni lazima kila Mtanzania awe na uhakika wa pesa mfukoni. Wakina mama kuna vikundi mbalimbali taasisi hii inayoanzisha, na vijana kuna vikundi vya vijana, ikiwemo vikundi vya ufugaji, vikundi vya kilimo na vikundi mbalimbali ambavyo vitaanzishwa ndani ya mkoa wetu wa Arusha tukianza na kata kumi na tano za wilaya ya Arusha mjini. Fursa za kuhamasisha wanawake na vijana kugombea nafasi mbalimbali za uchaguzi katika nchi yetu ya Tanzania, kutayarisha matukio ya unganishi na shirikishi ili kuibua fursa za miradi kwa wanawake na vijana kwa kuwashirikisha wadau wa maendeleo. Mada zilizoandaliwa kwa washiriki ni kukuza ujasiriamali utalii wa ndani ya nchi na amani, usalama barabarani, elimu ya uraia, elimu kuhusu uchaguzi. Ndiyo maana jumuiya ya Maridhiano na Amani tunaunga taasisi ya Simama na Mama, kwa sababu na ninyi mmetumia vipawa vyenu vizuri kuunga jitihada zilizoko mkono. Kila mmoja wetu awe ni mjumbe, ni askari wa kuutetea umoja wetu wa kitaifa. Nipongeze sana taasisi hii ya Nasimama na Mama, kwani wamekuwa wabunifu wazuri na wenye kutumia vipawa vyao vizuri, kama ilivyozungumzwa na viongozi wetu wa dini. Lakini pia inaonyesha umoja na mshikamano wa kitaifa. Kwa sisi viongozi, tunaelewa sio jambo rahisi sana kuwaunganisha watu kutoka mikoa mbalimbali na taasisi mbalimbali kwa wakati mmoja ili wafikishie ujumbe.